Nichukue nafasi hii kusisitiza kwa yale ambayo wameyasema juu ya kulinda amani ya nchi yetu. Wote tuko hapa tunaendelea na shughuli zetu mbalimbali, tunaendelea kuishi, ni kwa sababu ya amani hii tuliyonayo, ni kwa sababu ya amani hii tuliyo nayo. Kwa rai yangu kwenu, tuendelee kujitunza amani hii na ombi langu kubwa kwa viongozi wangu wa dini, tunapokuwa kwenye ibada misikitini, makanisani, tuendelee kuwaasii na kuwaambia waumini wetu juu ya umuhimu wa kutunza amani. Lakini pia viongozi wangu wa dini wamesema hapa, tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais, itoshe kusema ili tuendelee kuitunza amani ni sisi pia kuendelea kumwombea mheshimiwa rais, kuiombea nchi, lakini pia tujitokeze tarehe 29 kwa amani, kwa utulivu, twende tukashiriki zoezi la uchaguzi, zoezi la kuchagua viongozi ambao wataliongoza taifa letu wataongoza nchi yetu wataongoza majimbo yetu wataongoza kata zetu. Kwa hiyo niseme tu, ndugu zangu, tukio hili, amani katika Biblia imeandikwa hivi, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu. Mtu ambaye hatakuwa nao basi kmwana Mungu ndani yake. Amani ndio kila kitu. Jmati hii imesajiliwa kisheria, jmati imenea nchi nzima, mikoa, wilaya pamoja na kata. Na niseme hivi, kwa asili ya Tanzania, kisiwa cha amani, hayupo mtu yeyote ambaye anaweza akavuruga amani ya nchi yetu ya Tanzania. Ni umombe wa Tanzania kwa amani hiyo hiyo, tarehe 29 mwezi wa kumi elfu mbili ishirini na tano wa Tanzania tujitokeze, mkoa yote, wilaya zote, tarafa zote, kata zote tuweze kupiga kula, na kama utashindwa kupiga kula basi lala nyumbani kwako, lakini na watanzania wote tujitokeze. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ee mwenyezi Mungu, tunanyanyua mikono yetu mbele yako tunahusia ile hukumu kwako. Tunakuomba na tumekuomba kama alivyotuambisha kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakuomba kheri na amani ziwe nasi na nchi yetu ya Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu, jalia ya nchi hii ya Tanzania, taifa ya Tanzania iwe katika nchi ya amani na hali yake ya utulivu na hali yake ya tunu ya amani endelee. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na tunajikinga kwako kama alivyojikinga mtume wetu Muhammad saa sallam, tunakuomba na shari zote ziwe mbali nasi, kila ajaye na shari, we waijua yake shari na waijua yake siri Ivunje dhamira ya shari yake, asiweze kusimama wala kutengeleza jambo hilo la shari. Mwenyezi Mungu, atadua hii tunaomba kwa wakati huu mtukufu. Tunakuomba amani, utulivu, afya njema na maisha mema. Tunakuomba haya kupitia Qurani yako tukufu, na tunamtakia rehema na amani kipenzi chako mtukufu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Timotheo, hayo maneno ya mtume Paulo kwa watu wote, anasema ile sura ya pili: kabla basi, kabla ya mambo yote, kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme wote wenye mamlaka na wenye mamlaka, ili tuishi kwa maisha ya utulivu, ili tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawala wote na ustahimilivu. Hili ni zuri nalo na kubarika mbele za Mungu mwokozi wetu. Hii ndiyo sababu ya uwepo wetu, wetu, wetu, wetu mahali hapa. Neno la Mungu linatuagiza kabla ya mambo yote, hili sili kubwa imefichwa lakini mheshimiwa diwani anaivugua hiyo, akaona hapana, kabla ya mambo yote lazima tufanye dua sala na maombezi kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya viongozi. Kabla ya uchaguzi wetu tunahitaji sala bora na maombezi vifanyike. Mweshimiwa vilan, tumekuelewa, na Mungu wa mbinguni akubariki kwa hekima kubwa na neema. Sisi Wanasegerea tunakukuba